Polisi wa Madagaskar walifyatua mabomu ya wa machozi na risasi za mpira kutawanya andamanaji huku maandamano yakishika kasi katika mji mkuu wa Antananarivo, na kuhusu kukatika mara kwa mara kwa maji na umeme kulikozalisha machafuko na uporaji. Polisi walishika doria katika mji mkuu kwa wingi kuanzia asubuhi na mapema, baada mamlaka ya mamlaka kupiga marufuku maandamano hayo siku moja kabla, wakitaja hatari ya machafuko ya umma. Lakini waandamanaji walikaidi agizo hilo na kujaribu kuvunja kizuizi cha polisi ili kufikia eneo alilopanga na kukutana katika wilaya ya Ambohijatovo katikati mwa mji mkuu Antananarivo. Wananchi hao walipeperusha mabango yaliyosomeka tufanye haki zetu zisikike, acheni maisha ya jeri za manjano na giza, na hatutaki shida tunataka haki zetu tu. Waandamanaji pia walipeperusha bendera za maharamia, ambayo ni virusi fuvu lenye kofia majani na mifupa, ambayo imekuwa ishara ilianzishwa na vuguvugu la vijana katika nchi kama vile Indonesia na Nepal. Muda mfupi polisi wa kupambana na fujo wakiwa wamevalia sare nyeupe walikimbia barabarani na kurusha mabomu ya machozi kutawanya umati huo. Kufikia mchana, waandamanaji walichoma moto nyumba ya seneta aliteuliwa mapema mwaka huu na Rais Andri Rajoelina. Wazimamoto walidhibiti moto huo, huku wakabiliana msururu wa mawe kutoka kwa wandamanaji waliokuwa na hasira. Muda mfupi baadaye, nyumba ya mbunge wa jiji na mbunge wa tatu ziliharibiwa licha ya doria kubwa ya polisi. Benki na maduka yaliyolengwa kwa uporaji na uchomaji moto, shambulio hilo likiendelea baada ya usiku kuingia. Amri ya kutotoka nje iliamriwa usiku kucha kutoka Alhamisi jioni hadi saa kumi na moja asubuhi Ijumaa, huku shule katika mji mkuu ziliamriwa kusalia kufungwa siku ya Ijumaa. Usimamizi mbaya wa rasilimali na hali ya upatikanaji wa maji na umeme imekuwa isiyovumilika, alisema mwanamke mwenye umri wa miaka sitini ambaye aliomba jina lake lisitajwe kwa hofu ya kukamatwa. Alilaumu ufisadi, ubabe na ukosefu wa uwazi miongoni mwa viongozi wa Madagaskar. Maandamano hayo yaliyohamasishwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii yalivuta andamanaji wengi vijana, na hakuna mwanasiasa yeyote alionekana miongoni mwa umati huo. Radio Elina mwenye umri wa miaka hamsini na moja aliyechaguliwa tena mwishoni mwa mwaka jana kwa muula wa tatu katika kula iliyosusiwa na upinzani, huku nusu ya idadi waliojiandikisha hawakupiga kura, aliingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na tisa akiongoza vuguvugu la watu wengi na kunufaika na mapinduzi yaliyomuondoa madarakani rais wa zamani Mark Ravalomanana baada ya kutoshiriki uchaguzi wa mwaka 2013 kutokana na shinikizo la kimataifa, alipigiwa kura na kurejea ofisini kwake mwaka 2018. Wakati akiwa madarakani, hali ya kiuchumi ya Madagaskar haijaimalika kwa kiasi kikubwa, huku changamoto nyingi huku changamoto nyingi zikisalia bila kushughulikiwa. Zaidi ya asilimia 75 ya watu wanaokadiriwa kufikia milioni 30 nchini humo waliishi chini ya mstari wa masikini mwaka 2022, kulingana na ripoti ya Benki ya Dunia. Wakati hayo yakiendelea, amri ya kutotoka nje ilitangazwa katika mji mkuu wa Madagaskar baada ya maandamano yenye vurugu. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.